Full moon ya mwezi wa kumi na mbili. Hii ni full moon ya kufunga mwaka, ni full moon muhimu zaidi katika mwaka kamwe hupaswi kuikosa. Hiki ni kipindi muhimu cha kutafakari mwaka mzima na kuangalia ni mambo gani yamekushikilia na kukufanya ushindwe wa kutimiza malengo yako ya mwaka huu. Kama unataka mwaka ujao uwe wa mafanikio kwako, basi hakikisha unatumia ipasavyo hizi nguvu za full moon ya Disemba, Disemba tano, kuanzia muda ya saa nane na dakika kumi na nne usiku tunaingia katika full moon ya kufunga mwaka, full moon muhimu na yenye nguvu nyingi zaidi katika mwaka, na full moon hii itadumu kwa muda wa siku tatu kama kawaida, tarehe tano, sita na tarehe saba. Hiki ni kipindi muhimu cha kuachilia mambo yote mabaya ambayo hayakufai Hakikisha unayaachilia kabla mwaka haujaisha. Usivuke mwaka na kikwazo chochote kile. Full moon ya mwezi huu wa kumi na mbili inakamilishwa na new moon, yani mwezi mpya ambao tuliuanza tarehe ishirini na tano mwezi wa sita mwaka huu kama kuna malengo yoyote ulijiwekea kuanzia mwezi wa sita, basi katika full moon hii ni wakati sahihi wa wewe kureflect, ili uweze kufanikiwa katika mwaka unaofuata. Basi ni vyema ukaachilia vikwazo vilivyokushikilia katika mwaka huu. Spell za kuachilia tunapomaliza mwaka huwa kidogo zina utofauti na spell za full moon hizi za kawaida. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Zipo nyingi, lakini nitakuelekeza baadhi chache tu. Spell ya kwanza ni ya kuandika, lakini uandikaji wake ni tofauti kidogo. Hapa naomba unisikilize kwa makini sana. Inapofika usiku katika kipindi cha full moon, hasa usiku wa kwanza wa full moon, huu ndio huwa unakuwa na nguvu nyingi zaidi Tafuta mazingira yenye utulivu, mazingira yatakayokufanya uwe comfortable. kisha chukua kipande cha karatasi pamoja na peni, peni yenye wino wowote ule isipokuwa wino mwekundu. Kisha anza kuandika herufi. Herufi hizi unaziandika kwa mtindo wa kujiposition, yani katika huu mwaka mzima unavyouona wewe unajiposition katika herufi gani. Kwa mfano, ukijiposition katika herufi ya A maana yake umefanya vizuri sana, yaani malengo yako yamekwenda vizuri, kila kitu ni excellent good. Ukijiposition kwenye letter B maana yake ni mazuri lakini si sana. Kwa hiyo hivyo hivyo, hivyo utakuwa unajiangalia kama una fit kwenye A B C au kwenye Z vyovyote vile, cha msingi andika kile unachokiona wewe, andika uhalisia wa maisha yako. Hata kama unajiona una fit kwenye Z, just write it. Kumbuka hapo uko peke yako na unataka kufanya changes juu ya maisha yako. Uambie ulimwengu unajiona wapi, usijionee aibu na wala usiandike kitu ambacho hakina uhalisia na maisha yako. Na kumbuka sio tu unaandika, tafakari kwanza chini vuta picha. Kuanzia mwezi wa sita mwaka huu, ni malengo gani ulijiwekea na yameshindwa kutimia? Katika kufeli kwako, je, ni vitu gani unahisi ni vikwazo? Je, ni watu? Je, ni tabia zako binafsi? Je, ni nguvu za giza? Just tafakari, ingia katika tafakari ya kina. Baada ya kutafakari na kupata majibu, kisha vuta picha baada ya kuyaacha hayo mambo ambayo ni vikwazo kwako, je, mwakani unajiona katika herufi gani? Kama hapo ulikuwa katika herufi F, vuta picha ukiachana na hivyo vikwazo, mwakani utakuwa katika herufi gani? Kisha jipongeze in advance kwamba wewe ni mshindi na unao uwezo wa kubadilisha maisha yako. Ukisha tafakari na kuandika leta, kunja karatasi yako vizuri, ishike mkononi, kisha toka nje mahali ambapo unaweza kuona mbalamwezi. Kama angani kutakuwa na mawingu usijali, nguvu za ulimwengu ziko pale pale, hakuna kitu kitakachokuzuia. Kwa hiyo simama popote pale ambapo ni open, yani juu, hakuna miti wala chochote kile. Tazama juu, kisha anza kutamka maneno haya hapa. Unaweza kuchukua peni na karatasi ukayaandika pembeni, ni muhimu sana. Ninaachilia hofu zote zilizomo ndani mwangu na kukumbatia safari iliyo mbele yangu. Ninaachilia machungu ya zamani na kukumbatia uponyaji na msamaha. Nina nguvu na ninaweza kushinda changamoto zozote zinazoweza kunipata. Ninaacha kutujiamini na kuamini katika uwezo wangu. Nina msingi na nimeunganishwa na nguvu za ulimwengu. Ninakubali mabadiliko kama fursa ya ukuaji wa kibinafsi na mabadiliko. Nina nguvu ya ubunifu ya asili na nina uwezo wa kuunda kile ninachotamani. Nimejawa na ujasiri wa kufuata ndoto na matamanio yangu. Ninaachilia upinzani wowote wa kubadilika. Nipo tayari kubadilika. Ninakuwa kila wakati, ninabadilika na kuwa mtu bora zaidi. Ninaachilia woga wowote na kuingia kwenye mamlaka yangu bila woga. Mimi ndiyo muumbaji wa maisha yangu mwenyewe. Niko katika usawa kamili na maelewano kati ya mimi mwenyewe na mazingira yangu. Ninastahili. Niko tayari kuachilia kile ambacho hakiendani na mimi niko tayari kwa fursa zote mpya ambazo ulimwengu unaniwekea. Ninaacha yote ambayo hayaendani tena na kusudi langu. Ninajiruhusu kupokea yote ninayotamani. Naweza kudhihirisha kila kitu ninachotamani. Ninashukuru kwa furaha na uzuri wote katika maisha yangu. Niko tayari kuachilia hali au mahusiano yoyote ambayo hayapo tena katika mpangilio. Ninatoa mawazo yoyote ya kushindwa, mifumo yenye nguvu hasi na watu hasi. Ninaunda maisha ambayo ninatamani mimi mwenyewe. Ninaachilia mashaka yoyote na mawazo mabaya. Ninajisamehe kwa makosa yote niliyofanya mwaka huu. Ninajipenda kikamilifu na kujikubali jinsi nilivyo. Mwaka unaofuata, mimi ni mshindi. Tamka maneno haya kwa kumaanisha, huku ukitazama mwezi au ukitazama juu angani, muda wa usiku, na unaweza kutamka kimoyomoyo au kwa sauti hiyo utaangalia mazingira yako, je, yanaruhusu kufanya nini? Wakati unatamka haya maneno, huku unatizama juu angani, utaanza kuhisi kama vibrations ndani ya mwili wako. Usiogope na wala usipate hofu yoyote, endelea. Hizo ni nguvu za ulimwengu zinaingia ndani yako. Kwa jinsi ambavyo unakuwa unatamka haya maneno kwa kumaanisha, nguvu ya ulimwengu inaingia ndani yako na kuleta effect fulani ambayo itaamsha mitetemo ndani ya mwili wako. Kwa hiyo usiogope, na wala usiache, endelea. Ukishamaliza, chukua ile karatasi ambayo uliandika leta inayohusiana na maisha yako. Ukiwa hapo hapo nje umesimama, ichane chane vipande vidogo vidogo, kisha vile vipande vipulize, vipeperuke angani, kisha tamka maneno haya hapa: ninauachia ulimwengu kila kitu kuanzia sasa, mimi niko huru. Na sio tu unatamka, dhamiria kuachilia kweli. Kama katika tafakari yako uliona marafiki wabaya ndio chanzo cha wewe kukwama kimaisha, basi hakikisha kweli unaachana nao. Achana nao, usijali mmetoka wapi, usijali mlikuwa mmeshibana vipi Achilia. Dhamiria kuambatana na marafiki wapya ambao watakufikisha mahali unapopataka. Kama ni tabia mbaya zilizokwamisha, basi dhamiria kweli kuziacha, sio tu unatamka kwamba ninaachilia. Dhamiria kweli kuwa mtu mpya. Ukishamaliza hayo yote, utajikuta kuna wepesi fulani unaupata mwilini mwako, yaani utahisi kama kuna mzigo fulani ulikuwa umekuelemea, sasa umeutua. Baada ya hapo, sasa ingia ndani kwako hakikisha ndani kwako kuna kuwa ni kusafi na kuna mazingira ya utulivu. Tafuta eneo zuri unaloweza kukaa, unaweza ukatandika chochote chini au ukakaa kitandani mwako, kisha washa mshumaa mweupe, mshumaa wenye rangi nyeupe. Rangi nyeupe inawakilisha usafi na pia unasafisha njia ya maisha yako. Kumbuka, wewe tayari ni mtu mpya, tayari umesha achana na mambo yote ambayo hayakufai kwa hiyo si mtu yule yule tena, tayari ni mtu mwingine kabisa, ni mtu mpya mwenye malengo makubwa na ambaye amebebelea ushindi ndani yake. Washa mshumaa wako, hakikisha unazima taa zote za ndani, yani mwanga unaotakiwa kuwepo ni ule wa mshumaa tu. Ukishawasha mshumaa, kaa chini, katika mkao wa kumeditate focus katika ule mwanga wa mshumaa, ule moto wa mshumaa unaotoka pale, utizame kwa makini sana. Wakati unautizama ule mwanga wa mshumaa, reflect, yani vuta picha, maisha yako yatakuwaje mwakani, kuanzia Januari mpaka Disemba. Usikumbuke ya nyuma yaliyopita, yani hayo umeshaachana nayo kabisa, hutakiwi kuyakumbuka. Focus mwakani, utakavyoanza mwaka na kumaliza, utakuwa ni mtu wa namna gani. Focus mipango ambayo umeipangilia kichwani mwako. Tafakari jinsi ambavyo mwaka wako utakuwa ni mwaka wa mafanikio. Wakati ukiwa katika hiyo tafakari, utajihisi kuna hisia fulani za furaha unazipata ndani yako. Tafakari katika kila nyanja ya maisha yako, usifikirie vikwazo, fikiria ni kwa jinsi gani utakavyokuwa mshindi. Fikiria utajisikiaje pale ambapo pesa haitokuwa tatizo tena katika maisha yako afya yako ikiimarika, mahusiano yako yakiwa ni mazuri na ya kufurahisha. Yaani, nenda katika kila nyanja ya maisha yako, utajikuta unapata furaha, matumaini na ari mpya ya kuanza mwaka mpya unaofuata. Ukishamaliza kufanya hiyo meditation ya mshumaa mweupe, unaweza kuchukua karatasi pamoja na peni, kisha andika affirmations au hisia ulizozipata baada ya kufanya hiyo meditation. Na ile affirmations ziwe na nguvu, nilishawahi kufundisha, hakikisha unaziandika katika wakati uliopo, yaani wahiifu, kama hicho kitu tayari umeshakipata. Usiandike katika wakati ujao please, please. Kwa mfano, naweza kuandika hivi: mimi nina mafanikio, pesa sio tatizo tena kwangu, wateja wanamiminika katika biashara yangu mimi ni sumaku ya pesa, nina furaha, nina afya njema, ninavutia watu chanya katika maisha yangu, ninazo nguvu za kutosha kuweza kutimiza malengo yangu. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi haya maneno yanavyotakiwa kuwa. Usiandike kama ambavyo nimetamka hapa, huu ni mfano tu. Kumbuka, unachotakiwa kukiandika hapo ni hisia unazozipata wewe kutokana na maisha yako na kutokana na vitu ulivyovitafakari vinavyokuhusu wewe. Kwa hiyo, tiririka chochote kile. Unaweza kuandika maneno mengi kadiri ya unavyojisikia. Ukishamaliza kuandika, hii karatasi haichomwi moto wala haichanichani. Kinachotakiwa kuachiliwa ni yale mambo mabaya ambayo hayakufai tena katika maisha yako. Kwa hiyo, karatasi hii utaikunja vizuri na kuihifadhi mahali utakuja kuikunjua tena itakapofikia Disemba nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano utaikunjua kwa ajili ya kuangalia, je, yeah, zile hisia ulizoziandika ni kweli umezifeel katika huu mwaka? Je, affirmations zako zimefanya kazi? Kwa hiyo hii itakuwa ni kama ukumbusho kwako kwamba huu mwaka ilitakiwa uweje kwako. Pia katika kipindi hiki cha full moon ya mwisho wa mwaka, jitahidi sana kuwa mtulivu. Epuka safari zisizokuwa na ulazima. Katika full moon yoyote ile, huwa kuna posibiliti kubwa ya ajali kutokea, kwa hiyo jiepushi. Hakikisha kama ni safari basi ina ulazima sana, na pia epuka kujiingiza katika mabishano na watu. katika kipindi cha full moon, watu wengi hisia zao huwa zinakuwa juu. Full moon huwa inachochea hisia zetu kwa hiyo kuna possibility kubwa ya wewe kugombana au kuingia katika migogoro na watu. Sasa, ili kuepuka hilo, jiepushe na mabishano ya aina yoyote ile na watu. Hii itakusaidia sana, na kumbuka, unapoingia katika migogoro na watu, nguvu zako za ndani zinashuka. Kwa hiyo utajikuta vibrations zinakuwa low na spells zozote zile utakazozifanya zinaweza zisifanikiwe. Full moon ya mwezi huu itakuwa opposite na sayari ya Jupiter. Sayari ya Jupiter ni sayari kubwa kuliko zote. Sasa hii italeta feeling ya kutizama mambo kwa ukubwa, au tunasema kukuza mambo, yaani utajikuta jambo dogo na likomplikati linakuwa kubwa. Sasa usishangae kama utapatwa na hisia hizi au ukiziona hisia hizi kwa mwenza wako au kwa rafiki yako usishangae, hiyo ni hali ya kawaida. Ili uweze kuzi calm down hisia zako na kuwasiliana vyema na ulimwengu, jitahidi kukaa peke yako. Tafuta muda mwingi wa kukaa peke yako na pia tembelea maeneo ya asili. Hivi unafahamu kwamba asili ni tiba tosha ya hisia zako au emotions. Ukitaka kuamini hili, siku umeelemewa na hisia, either una hasira nyingi au una huzuni, unalia sana, upo down, tembelea eneo lolote lile la asili. Inaweza ikawa ni baharini, mtoni au kwenye miti mingi. Kisha kaa tulia, usitafakari chochote, yaani wewe sikiliza zile sauti zinazotoka hapo. Kama ni baharini sikilizie zile sauti za mawimbi na mivumo ya upepo. Kama ni kwenye miti mingi, sikiliza mivumo ya upepo ile miti inachotikisika, na sauti za ndege pamoja na wanyama. Utaona jinsi ambavyo unapata nafuu kuanzia ndani ya nafsi yako. Yaani tiba ya kiasili ni tiba ambayo inatibu kuanzia ndani, na utajikuta kuna nguvu fulani unapata kuanzia hapo. Katika maisha yetu ya kawaida hasa haya maisha ya sasa hivi yenye maendeleo ya sayansi na teknolojia, tunazungukwa na nguvu ambazo zinaua vibrations zilizopo ndani yetu. Kwa hiyo tunakuwa hatuna uwezo wa kuweza kujitibu wenyewe sisi, tunaelewana. Unakuta kuanzia asubuhi mpaka jioni unasikia tu sauti za magari, sauti za viwanda, sauti za miziki ambayo inavunja vibrations ndani ya miili yetu kwa hiyo sasa, ili kuweza kupata uponyaji ndani ya nafsi yako ni muhimu ukatembelea maeneo ya asili. Wengi tumekuwa tukichukulia kwamba kufanya hivyo ni uzungu au ni anasa, na wengine huwa wanaenda mbali zaidi, wanahisi ile inawafaa watoto. Yaani unakuta mtu anatoka out anawapeleka watoto beach, afya anaenda anatulia zake huko mbali hivi. Ulishawahi kujiuliza hili swali, kwa nini watalii wengi ni Wazungu na sio Waafrika? Wenzetu walishasanuka muda mrefu sana lakini, hawatusanui sisi, sijui <laughs> tunaelewana. Kuna siri fulani katika asili. Ukipendelea sana kukaa katika maeneo ya asili, kuna nguvu fulani una gain, ambayo siyo ya kawaida. Afrika tumebarikiwa maeneo mengi sana ya asili ambayo mengi wala hayahitaji gharama kubwa. Kwa hiyo jitahidi angalau mara moja kwa wiki wewe unatembelea maeneo ya asili. Na katika kipindi hiki cha full moon ya kufunga mwaka, jicommit kwa kutumia muda wako mwingi kukaa katika asili, itakusaidia sana. Pendelea kujitamkia maneno mazuri ya ushindi. Hakikisha maneno yako yanaendana na kile unachotaka kukivutia maishani mwako. Kama wewe ni mtu ambaye unachukia umaskini, yaani hutaki kabisa kuja kuwa maskini maishani mwako, basi achana na stori zote zinazohusiana na umaskini, achana na stori za malalamiko. Unakuta kuna watu wanakaa kijiweni kuanzia asubuhi mpaka jioni, wao ni kulalamika tu juu ya hali ngumu ya maisha, pesa hamna. Hapana, hupaswi kuwa hivyo. Kuanzia sasa jihesabie, wewe sio maskini tena, wewe tayari ni mshindi, wewe tayari una pesa nyingi na una mafanikio. Kwa hiyo hata maneno yako, ongea ukiwa kama tajiri, ongea ukiwa kama mtu mwenye pesa nyingi, na hiyo ndio imani inavyotakiwa kuwa. Unafikiri watu wanavyosema kwamba binadamu hatuna imani au imani yetu ni ndogo, wewe unafikiri wanamaanisha nini? Ni kwa sababu kile tunachokivutia hakiendani na maneno yetu, hakiendani na hisia zetu, na pia hakiendani na matendo yetu. Kama unataka kuja kuwa mtu mwenye mafanikio makubwa, biashara ya yako iwe very successful, basi hiyo hali isiishie tu akilini mwako, yaani usiishie tu katika kutamani na kuwishi. Hakikisha hata matendo yako yanaanza kuendana na kile unachotaka kukivutia, maneno yako unayo yatamka Anza ku act kama tajiri. Hiyo ndiyo imani inavyotakiwa ku, na ukifanya hivyo, utaipa nguvu ile manifestation yako au matamanio yako yaliyopo kichwani mwako yaje kutimia kweli katika maisha yako. Kwa hiyo hakikisha unafunga mwaka ukiwa positive. Achana na mawazo yote mabaya, achana na mawazo hasi, achana na watu wenye mawazo hasi wanaokufanya uwe down muda wote. Ambatana na watu wanaokupa furaha, matumaini na ari ya kupambana zaidi. Naomba nisisitize tena, full moon ya kufunga mwaka, hakikisha unaitendea haki, usiache ikupite hata mara moja. Hiki ni kipindi chako cha kujirekebisha na kuanza mwaka upya. Zipo shuhuda nyingi sana, watu wengi ambao tayari wamefanikiwa ni wale ambao wamezingatia vizuri vipindi hivi vikuu viwili vya kiulimwengu, new moon na full moon. Usiache nguvu hizi zikupite kamwe. Hakikisha una subscribe ili usipitwe na video zetu nyingine zinazofuata. Asante sana.